Assalamu alaikum mambo zenu. kwa majina naitwa Rukia Laltia na, na karibuni sana katika chaneli yangu. katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza muhogo wa kukaanga mlaini na kwa njia rahisi sana. Makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja, tutachukua muhogo wako ikiwa ni moja ikiwa ni miwili ikiwa ni mingapi utaanza na kutoa maganda kama unavyoona katika video, alafu utaosha mhogo wako. Ukishamaliza utakata mhogo wako kwa vipande vikubwa vikubwa. Ikiwa unataka vipande vidogo vidogo, ni wewe mwenyewe. Ukishamaliza utatoa hao mimea ya katikati Alafu utachukua mihogo yako utaweka katika sufuria pamoja na maji na chumvi, na utawacha yachemke kwa dakika 15 mpaka ishirini. Baada ya dakika 15 mpaka ishirini, utaangalia kama mihogo yako yameiva kwa kutumia uma ikiwa meiva kiasi, usiache yakavurujika sana, kiasi tu, then utayatoa alafu utamwaga maji kabisa na utawacha mihogo yako yapoe kiasi. Kisha utachukua karai lako pamoja na mafuta utawacha yapate moto kiasi. Yakipata moto, utaweka yale mihogo yako ambayo umeyachemsha na utayakaanga kwa dakika tatu mpaka tano mpaka yapate rangi ya brown kiasi kama hii. Yakisha kuwa tayari, utayatoa katika mafuta na utawacha yajitoe ya mafuta. Tusisi wa Kenya tunavyokula haya miogo, utachukua muhogo wako utamenya katikati kama hivyo, alafu utachukua masala ya unga pamoja na chumvi utachanganya, alafu utamwagilia ile masala juu ya muhogo kama unavyoona, alafu mwisho kabisa tutaweka ndimu ya kutosha. Jamani, ndimu ya kutosha, sio nyingi. kwa si mpenzi wa ndimu, lakini mimi napenda ndimu. Alafu nianze kuvuruga hapa. Mashallah, huu muhogo jamani, ulikuwa mlaini, ulikuwa mtamu na I hope, jamani, ni mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu, please join katika comment section ili mpate kunijulisha, na msahau ku like, na ikiwa ni mgeni, usahau kusubscribe na kwaherini, bye-bye.